Kwa majina naitwa Rehema Mongi, ni mzaliwa wa Kilimanjaro, ni mke wa Juma Ali Maganga. Alipata matatizo Sudani ya Kusini kwa kumgonga mwanajeshi akafariki. Alipata ajali mnamo tarehe kumi na nne mwezi wa pili, tukawa tumepigiwa simu, akatuambia kwamba amemgonga mtu, ni siku ya tatu amewekwa lock up akaniambia nimfahamishe bosi wake kwamba kule amepata matatizo, niende nyumbani kwa bosi nikamwambie, kwa sababu anampigia simu bosi wake hapokei, tangu alivyo jua kwamba amepata matatizo. Nikaa nimempigia simu bosi wake nikamweleza, akasema simu kubwa nimeiacha nyumbani, kwa hiyo mimi sijaona ujumbe wowote. Akasema muda si mrefu nitatuma pesa kule ili aweze kupata msaada. Siku ile ikaa imepita, kesho yake tena Juma akanipigia simu akaniambia, mbona nakuelekeza kwa bosi wangu mwambie nimepata matatizo, lakini hujaenda? Nikamwambia nimeenda na pesa amesema kwamba anakutumia, kwani hajatuma? Akasema hajatuma. Nikamwambia ametuma pesa na mwamala amenifuadia. Nikampigia tena bosi wake simu, nikamwambia ile pesa kule Sudan wanasema hawajaipata, na hali ya Juma ni mbaya sana, kwa sababu pale kwenye ajali alipigwa akawa ameumizwa kichwani, mgongo na goti, na watoto pia walikuwa wamepigwa, walikuwa wameumia, walikuwa wanatakiwa wapate matibabu. Ikabidi niende tena, nilipoenda kwake kwa bosi tena akasema mwamala huu hapa, mi siwezi kutuma hela nyingine, nakati hela imeshatapeliwa. Hao Wasudani ni matapeli sana basi ikabidi nirudi nyumbani nianze kuwapigia ndugu, jamaa, marafiki kuwashirikisha hilo swala na madereva, ndo madereva wakaniambia kwamba chukua mkopo sehemu yoyote ile umtumie, ili aweze kupata huduma. Sisi tumeshaanzisha michango huku, utakapofikia kiasi fulani tutaituma hiyo pesa, ili uweze kulipa hilo deni. Basi ikabidi nifanye hivyo kwanza, ili kuweza kumsaidia mwenzetu kule, tukawa tumetuma pesa kwa namba yule askari alikuwa anatupigia nayo. Ile pesa ilipwa escort, waliokuwa wanampeleka hospitali na matibabu. Baadaye wakatupigia tena simu, akasema kwamba inatakiwa pesa kwa ajili ya matumizi ya chakula, kwa sababu mabusu kule hamna utaratibu wa yeye kupewa chakula, inabidi si familia ndio tutoe. Ndio tukashikana ndugu, tukachanga kiasi kilichopatikana tukawa tena tumetuma ndo akatolewa pale jela kituoni pale kituo cha polisi akapelekwa gerezani. Wakasema kule gerezani ndo sehemu salama kwake, kutokana ile hali ya afya aliyokuwa nayo, kule maabusu atateseka sana. Basi baada ya siku mbili akatupigia simu akasema, nimeshafika huku gerezani sehemu wenyewe waliosema kwamba ni sehemu salama yaani, ni bora hata kule nilipotoka, yaani huko ndo kubaya zaidi, hata pumzi yenyewe hakuna, hata madirisha hakuna, nateseka sana, vidonda vimeharibika, vinatoa usaha na damu, nilishonwa pia bila ganzi. Kwa hiyo vidonda vinanuma sana, afya yangu sio nzuri. Kuna mchungaji mmoja huku Tanzania ambaye ana ndugu zake huko Sudani ya Kusini, akawa amepata taarifa, akaja hapa nyumbani ndo akatuunganisha na mchungaji wa kule Sudani ambaye akamtoa binti yake, ndo akawa ameenda kule gerezani ni mle kwenda kumwangalia yule binti. Ikabidi atoke apangiwe chumba pale Uganda ili aweze kumhudumia Juma kwa ukaribu, sababu alikuwa anaishi Juba huko Toriti. Basi ndio ule dada akawachukua na watoto, akawa anaishi nao kwenye hiyo nyumba waliokuwa wamepanga, ndo tukaa tunalipa kodi tunatuma pesa ya chakula ilifika, yani atuma mpaka kila wiki, tukawa tunatuma mpaka laki tatu kwa wiki, tukituma hela ndogo sana kwa wiki ni laki mbili kwa ajili ya matumizi ya kule, na gharama zilikuwa ni kubwa, na nauli za kwenda gerezani kila siku kupeleka chakula. Kwa kweli nilipitia wakati mgumu sana kupita kiasi, ila kwa mchango kwa Watanzania wenzangu, marafiki, ndugu, viongozi wa serikali tuliweza kumsaidia Juma huko gerezani. Kwa kweli changamoto zilikuwa ni nyingi. Watoto mara kwa mara walikuwa wanauliza mama, baba atarudi lini? Mbona harudi? Nawaambia amehamishwa kikazi, atarudi. Wakati mwingine akapiga video call, watoto wakimuona wanaanza kulia na yeye kule analia yaani mambo yalikuwa ni mengi sana, na upande wa tajiri kukawa hakuna ushirikiano wowote ule. Kila nikijaribu kumpigia simu, tukiambala bao kuna changamoto hii, kuna changamoto hii, akawa sio mtu wa kujali mpaka pale tulipokuja kupata mheshimiwa Anthony Mavunda akawa amelipata sasa hivi swala la la Juma kwa mara ya kwanza tulikuwa tumeshachangisha pesa kwa upande wa madereva na upande wa familia, tukawa tumeuza na kiwanja, nikawa imepatikana pesa kama milioni kumi kwa hela za Tanzania. Kwa kuwa Sudan sema sii ni dola ngapi, ni pesa nyingi. Ndio tukawa tumefikisha lo suala kwa mheshimiwa, mheshimiwa akawa ametusaidia dola elfu mbili na wale watu kule wakawa wametueleza kabisa kwamba hichi kiasi cha pesa mnachokitoa, Juma ataruhusiwa, ataondoka, ila sisi tutabaki na gari mpaka pale kampuni itakapokuja kuna nili kukomboa gari yao. Na wakaandika kabisa maelezo, barua ikapigwa na muhuri, tukawa tumetumiwa, na zile pesa zilizolipwa awamu ya, ya kwanza, ya pili, wakawa wanatoa risiti napigwa na muhuri wa mahakama mwanasheria, tunatumiwa mheshimiwa alivyotuma ile pesa akitegemea kwamba kesho yake Juma angetoka. Kesho yake tunapata majibu kwamba wamekataa, wamesema tumwe mwakilishi wa kampuni ndio waweze kumwachilia Juma rasmi, hivyo tumalizie pesa yote milioni mia na kumi. Tukamrudia tena kiongozi tukamweleza tukamwambia kiongozi, pesa ile uliotupa tumelipa na risiti tulimtumia, lakini aa watu bado wanaendelea kumshikilia Juma, anasema mpaka tulipe deni lote la kampuni itimie, ile milioni mia na kumi. Waliosema hiyo milioni mia na kumi ilikuwa ni pesa kwa ajili ya kuilipa ile familia yule marehemu. Yule marehemu aliacha wake watatu na watoto saba. Kwa sheria za kule Sudani mtu ukimgonga kama alikuwa na familia akafa, unalipa ng'ombe. Hata kama alikuwa hana familia, utawalipa wazazi wake, kutokana na ile idadi ya ng'ombe watakao kuwa wamehesabu hao. Kwa hiyo ilikuwa kila mke wa yule marehemu alipwe ng'ombe kumi na wazazi wake pia walipe, jumla ya ng'ombe zilikuwa hamsini na moja ndo zikabadilishwa kuwa pesa na gharama za ule msiba na vitu vyote vilivyotumika pale kwenye ule msiba basi baada ya hapo ndo mheshimiwa akatushauri kwamba tukate rufaa, tukaa tumekata rufaa kutokea kule kwenye maha, mahakama kubwa High Court ya huko Toriti. Rufaa ikatoka kwamba mbona kama ni pesa zimeshalipwa nyingi sana, kwa hiyo inatakiwa huyu kijana aachiliwe. Ile taarifa ilipotoka, wale ndugu wa marehemu wakawa wameambiwa wakasema haitawezekana ule mtu kuachiliwa, kitakachofuatia sasa hivi jeshi litamfungulia na yeye mashtaka, au waamue tu wagawane na hao wamuue wa kama alivyokufa ndugu yao, tuwe tumemalizana. Ndio mheshimiwa akawa ametuma mwanasheria kule wa kufuatilia hiyo kesi. Ule mwanasheria akaenda kuongea na wale ndugu, baada ya kuongea nao wakawa wamesema kwamba Juma alipe ile bastola aliyokuwa nayo yule mwanajeshi kai iliharibika, ilivunjika, na alipe ile pikipiki. Wakasema gharama zake ni dola elfu moja mia tano. Akishalipa hizo hao watamwachia alafu, atabaki na ile gari basi. Mheshimiwa akasema sawa, mimi hilo deni nitalilipa, lakini kwa sasa hivi naomba masuala yafanyike kisheria, na atatuma mtu wa wizara ya mambo ya nje aweze kulifuatilia hilo swala. Ndio ilivyofika tarehe ishirini na tisa ya mwezi huu wa kumi na mbili ndio mheshimiwa akawa ametuma hiyo pesa kwa yule mtu alikuwa anafuatilia hiyo kesi huko Sudani. Tarehe thelathini wakaenda mahakamani, ikawa imeshindikana kwa sababu yule mtu wa wizara ya mambo ya nje hakuwepo. Tarehe thelathini na moja asubuhi ndo akawa ameenda akalipa ile pesa na akakabidhiwa Juma ili aweze kutoka naye na akawa amekabidhi na ile gari, ndo akawa ameruhusiwa kutoka. Maisha yalikuwa ni magumu sana, kwa sababu watoto bado ni wadogo na kila kitu kwa ananitegemea mimi niangalie familia, ni mwangalie Juma Kweo. Kwa hiyo kwa upande wangu, yani, ya mambo yalikuwa ni magumu sana, nilipitia majaribu mengi kupita kiasi, yani sijui hata niseme nini. Nilipitia wakati mgumu mno sana, yaani wakati mwingine tunalala njaa, wakati mwingine tunakosa hata pesa ya kumtumia Juma huko Sudani, ilifikia tu nikaanza kuuza vitu vya ndani TV, radio, fridge. Yaani, nyumba ikabaki nyeupe kwa ajili ya kumsaidia Juma huko gerezani. Ilifikia stage mpaka nikawa nauza hadi nguo, vitenge, kanga ili niweze kutuma pesa ya chakula, kwa sababu unakuta unasaidiwa kila siku kwa wakati mwingine, hata kuendelea kuomba msaada unachoka, inabidi tu ulichonacho ukitoe ili tuweze kumsaidia. katika yako, siku, katika, utama, yani asilimia za katika asilimia mia moja asilimia tisini nilijua kabisa lazima atakufa kule, kutokana na simu alizokuwa anapiga kule picha alizokuwa anapiga ananitumia, alizokuwa mavidonda hapo na marazi, hali ikawa sio na nini, sio nzuri kwa kweli yes. Wakati mwingine naongea naye kwenye simu, ghafla nikasikia amepiga kelele, akakata simu, nikaa napiga tena simu haipokelewi, baadaye ikazimwa kabisa, ikaa haipatikani. Yani hiyo siku nikampigia wazazi wake simu wakali, yani ilikuwa nikilia hapa nyumbani kwa sababu hatukuelewa ni kitu gani kilitokea. Kesho yake kama saa tano hivyo akawa ametupigia simu, ndo akasema kwamba yani alisikia ya tu hali ya kizunguzungu, akaona giza, kaka alianguka, akapoteza fahamu. Maana damu kule kaa ni ndogo, kutokana na yale majeraha, damu zilikuwa zinatoka sana. Kwa kweli, ilikuwa ni changamoto kubwa. Macho yako kwa mara ya kwanza yamemuona Juma, nini ambacho umehisi? Juma ni yule, yule Juma amebadilika, ama kuna kitu gani na nini tumaini lako sasa kuanzia leo baada ya Juma kuja kuiona? Ni muda mchache ambao tume nimekaa naye kama hivi, lakini Juma hayuko sawa kisaikolojia, kuna muda hata akiuliza kitu ana duaa, yani kuna muda mm -hmm. Yani unamuona kabisa kwamba huyu mtu kichwa chake bado hakijakaa, na nini hakijakaa sawa, yaani kiafya bado hayuko vizuri, kisaikolojia bado hajakaa sawa kabisa. Umesimama kama Juma, ukasimama kama Rehema, ukasimama kama familia mzima ukahakikisha Juma anarudi ndio, yeah una mpango au mkakati wowote ambao umeweka kwa sasa, kuanzia leo mimi na Juma tutaishi hivi? Ndio mikakati niliyoweka, kwanza inatakiwa Juma kupatiwa matibabu, pia anatakiwa apate mwanasaikolojia wa kuweza kumrudisha katika hali yake, aweze kurudi kwenye hali ya kawaida. Katika maisha tunapoishi iwe mwanamke au mwanaume, mmoja wao akipata majanga inatokea mwingine kuamua kukata tamaa na kumteka. Ndio hiki kilikuwa ujasiri, kwamba ni ni lazima nihakikishe Juma anarudi. Yani kila binadamu ana mapungufu yake na hakuna mwanadamu aliyekamilika. Hata mimi kuna majaribu nilishapitia kwenye familia yangu, alisimama sana na mimi bega kwa bega kuhakikisha tunatatua changamoto. Amenisaidia mambo mengi, kwa hiyo hata yalipopitia changamoto changamoto, niliibeba kama ya kwangu, kwa sababu hata mimi nilikuwa nikipitia jaribu lolote lile alikuwa analibeba kama la kwake. Kuna ujumbe gani kwa madereva na kwa serikali, hata kwa mheshimiwa mbunge ambaye aliwasaidia? Mimi shukrani zangu za zake, kwanza kabisa Namshukuru rais wangu Samia Suluhu Hassan kwa sababu bila yeye hata iliyotokea leo lisingeweza kufanyika. Pia namshukuru sana kiongozi wangu Anthony Mavunde kwa upendo wake mkubwa. Nilimsumbua sana yule baba, simu nyingi, kero, mpaka nilifika lifika hatua yaani akawa ananiambia dada, naomba utulie, ili swala limeshafika kwangu, nitalitatua leo. Nampigia simu ananiambia nisubiri, lakini kesho yake tena nampigia simu, na simu hakuacha kupokea. Yaani namshukuru sana, yaani naishukuru sana serikali yangu. Kwa kweli nawashukuru mno Watanzania wote, madereva nawashukuru sana pia nawashukuru sana umoja wa Watanzania ambao wako kule Juba, wametupambania sana, japokuwa wote siwafahamu kwa majina, wawili ndio ninaowafahamu Nixon Masao na Juma Kanisa, wametupambania sana kupita kiasi mpaka toni la mwisho. Pia taasisi zote za madereva ninawashukuru sana kwa upendo wao mkubwa, ninawashukuru mno. Ndugu jamaa, marafiki, watu wote walioguswa na hili swala la Juma kwa hali na mali na maombi, ninawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awazidishie, awabariki. Pia nawashukuru sana media wote, hili swala bila media, mi peke yangu nisingeweza. Media wamenipambania mno, pasipo kuchoka iwe usiku iwe mchana, walikuwa wananipigia simu, wanakuja mpaka nyumbani, tunafanya kipindi, wamepaza sauti sana, mmenipazia sauti sana. Na kama nakumbuka vizuri, Mwananchi na Jamii Forum ndio mlikuwa watu wa kwanza kabisa kuliposti hili swala la Juma, na ndio likawa limesambaa dunia nzima, na media nyingine wakawa wamefuatia.